Tatu ni vyakula vya jamii ya mikunde kokwa na mbegu zenye mafuta ndugu msikilizaji. Mfano, mifano ya vyakula ambavyo vinapatikana katika hili kundi ni maharage, kunde, njugu, njegere, njegere kavu na na mifano ya kokwa ni, ni vile vyakula ambavyo vimezungukwa na ganda gumu kwa mfano nazi kwa huku kwetu Iringa sio rahisi sana, hatulimi hizo nazi lakini zinapatikana baadhi ya maeneo, zinatoka mikoa mingine. Lakini kuna mbegu zenye mafuta, mfano tetere, huku Iringa zipo nyingi sana, tuzitumie. Kuna alizeti na nashukuru sana watu wa Iringa, tuna desturi ya kula alizeti. Tunakula kama kirutubi, kiburudisho, lakini kuna virutubishi vingi tunavipata. Kwa hiyo ukila vyakula kutoka kwenye hili kundi, ndugu msikilizaji, unapata protini daraja la pili hii protini daraja la pili, tofauti yake na ile protini daraja la kwanza ni kwamba hii protini daraja la pili yenyewe inahitaji support kutoka kwenye makundi mengine ili ifyonzwe, ifanye kazi vizuri mwilini. Kwa kusema hivyo haimaanishi kwamba hivi vyakula tuviache. Ah, tunatakiwa tule hivi vyakula vya jamii ya mikunde, koko, na mbegu zenye mafuta tule na vyakula vingine ili vifanye kazi mwilini, kwa sababu kwenye hivi vyakula ukiachana na protini kuna makapi mlo ambayo yanasaidia mwili kutengeneza choo kwa urahisi. Kwa hiyo hatuwezi kuacha kula vyakula kutoka kwenye hili kundi eti kwa kusingizia kwamba tumesha kula protini daraja la kwanza. Na kazi ya hii protini daraja la pili pia ni kujenga mwili na kukarabati seli za mwili. Ndugu msikilizaji, kundi la nne la chakula ni kundi la mboga mboga. Na hapa tunazungumzia mboga mboga za kijani na mboga mboga ambazo sio za kijani. Na niwapongeze sana ndugu zangu kwa sababu kuiringa kweli kila mtu anapambana kukaa vinyunguni kule, na kule vinyunguni mara nyingi wanalima mboga mboga kwa ajili ya kusaidia upatikanaji wa chakula nyumbani. Na mifano ya mboga mboga za kijani ni kama majani ya maharage, majani ya kunde, matembele, sukuma wiki. Na mifano ya mboga mboga ambazo sio za kijani ni kama nyanya, vitunguu, nyanya chungu na Ndugu msikilizaji, ukila vyakula kutoka kwenye hili kundi unapata virutubishi vya aina mbili. Kuna vitamini mbali mbalimbali na madini mbalimbali mbali, ambayo kazi yake mwilini ni kukinga mwili usipate magonjwa. Na kundi la tano ni matunda. Hapa tutazungumzia matunda ya asili na matunda ambayo siyo ya asili. Matunda ya asili ni kama mikusu misada mivengi, inapatikana sana nimetaja matunda ambayo yanapatikana sana Iringa mitoo. Na matunda ambayo sio ya asili ni kama mananasi, machungwa, maembe, maparachichi. Na tunayaweka katika makundi haya ya mawili, ya kwamba kwa maana ya vyakula, matunda ya asili na matunda yasiyo ya asili, ili mtu anayekula matunda ya asili aone ya kwamba, asijione kwamba hafanani na mtu ambaye anakula matunda ya soko ya asili. Kwa hiyo wewe utakayekula misada utakikula mivengi, utakikula misambalawe, na mtu ambaye atakula maepo, ambaye atakula machungwa, wote mnapata virutubishi vya aina